Tumeacha nafasi nne wazi za mawaziri na ikiwezekana baadhi yake pia zinaweza zikawa na naibu mawaziri. Na tumeacha nafasi hizi wazi kwa sababu bado tunaamini kwamba uwezekano au matakwa ya kisheria ya kikatiba ya kuunda Serikali ya Umoja wa Kitaifa bado inawezekana. Kwa hivyo, naendelea kuwaomba wenzetu wa ACT Wazalendo waangalie umuhimu wa kuiunganisha nchi na watu wake kwa kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Jinsi wanavyopatikana idadi ni kama mnavyotambua, kuna formula inayotumika, nayo ni idadi ya viti ambavyo chama kimepata unazidisha kwa idadi ya wizara zilizokuwepo unagawa kwa majimbo yaliyokuwepo ambayo ni hamsini. Wenzetu wamepata viti kumi katika baraza la wawakilishi, ukizidisha kwa idadi ya wizara ambazo ni ishirini ni mia mbili Ukigawa kwa hamsini ni nafasi nne ambazo wanatakiwa wapate wao. Nimeziacha kwa sababu bado tuna kila sababu ya kuamini kwamba Serikali ya Umoja wa Kitaifa ina maslahi kwa nchi yetu na kwa hivyo tuendelee kuzungumza ili tuwafikie, tufikie mwafaka wa kuunda Serikali ya Umoja wa Kitaifa. La pili